Anasii katokea wapi, kaweka pikipiki hapo, wabodaboda wenzake wakamzuia, kwa sababu anadai langi 3 siku moja likamatwa. Kaona yeye sasa kwa uchungu, wakampigia cheni huko fine. Umeelewa? Kwenye pikipiki na amemtoza fine ya shilingi 3000 kumona yeye u kila siku anakuja kijoni kwetu hapa, anakuja kupakia chako, anakuja kupakia kwa kwa alikuja, ukazingua ukazingua kwenu, ukampiga pikipiki pikipiki yako msio msio na na anatua anaanza kutoa, acha tu chapo kwamba kitu cha hivi. Sikiliza, sisi hapa kama polisi, lakini unalipia kama hujalipia, yes, lazima kwamba

ukichukua pale na ile kabisa ukichukua abiria pale ulipia, unaweza kaja... ilikuwa siko barabarani, vipi? Sasa embu utoa maelekezo yaliokuwa sahihi, unapolipia shilingi mia tano langi tatu ni sehemu gani? Mbele ya kijiwe hicho, mlango wa kuingilia sheria au wa kutokea? Wa kutokea, sio wa kuingilia. Huko ndo wanawafukuza, wamewapa kule Kigurani. Nimesimama mwenyewe. Kwa sababu umechomoa kisu, kwa sababu umechomea kisu. jaadipe utaratibu, hakuna kisu singetoa. Na wanadai kwamba wanasimamia haki yao, kwa sababu mgundi sio, wanalipiwa, wanalipiwa serikalini kwao, wanasimamia haki zao taruki sondo kama hivyo, hawa anankia ike yao, hawa wanataka haki yao mgundi wao. Jioni wameruhusu kupakia sawa, jioni wameruhusu kupakia lakini asubuhi na na wanafamilia wanatafuta riziki kwao, lazima tuwaelewe, si watu wa vidawadawa eh. ikiwa hivi Tanzania sasa itakuwa Kongo. Unasema sheria za kijiwe, mimi sijui.

Tangu saa kumi na mbili akaachia mida ya saa mbili alafu nikatoa faini shilingi ngapi? Elfu tatu. Kwa hiyo naye mwenyewe amekuja huku, inataka mimwene nimkamate. Umeona? Sasa mwenyewe amechomoa kisu, ata kuchomoa watu visu. Umeona hii hapa? Hizi ni nguma ambazo amenipiga alafu tena ana ala kisu nani mfukoni, kanachomoai kisu. Na sio huyu na tu. Kanipiga paka mimi kisu, anacho hapa. Tunamuelekeza akasema kwamba kama vipi basi pelekeni pikipiki kituo cha polisi hapa, pikipiki tukae nayo. Anaanza kutupiga visu sisi. Umeona? Ndio maana tukashinda hata kumwachia mpaka dakika hii hapa. Ndio maana mpaka askari hapo wamekuja, inabidi tumpeleke moja kwa moja, tuende naye kule Blaza. Kwa anachokizungumza huyu ni kweli, alishikwa katika mazingira ya mtu kupakia kwenye kijiwe cha mtu, mbele ya kijiwe cha mtu, na wanakuaga wanaambiwa waondoke au wanaambia waondoke yani, kama tukijisahau tukishaanza, wakashangaa wamepaki mbele ya kijio chetu, tunawaambia nini, waondoke, wanaondoka. Sasa tumekaa ilikuwa kuna muda ambao tunajua kuna katika kazi kuna muda unaweza ku delay, muona bwana, watu wakawa wanakuja mpaka mbele ya kijio chako, mimi nikawaambia, brother, ondokeni. Alikuwa huyu pamoja na wengine tulikuwa tumewashika, mimi nilimshika mwingine, yani tulikuwa tuko watu kama wanne, kwa tulibahatika kushika watu watatu, tukawa tumeweka kwenye kijio chetu mmoja sijui hata alikuwa ni kiongozi gani yeye, akukaa aliondoka, umeona. Akabakia huyu na mwenzie, kanifuata mimi, umeelewa. Brada wewe si unanikumbuka mimi katika mazingira ulikujega kumtafuta mtu alikuwa anataka kununua pikipiki yako? Nani wapi? hapa hapa, umeona bwana, Karume. Nikamwambia ndio, lakini sasa brada, hebu tambua sijakushika mimi, hilo la kwanza. Na istoshe kitu cha pili mmeambiwa kwa muda mrefu muondoke, huwezi ukapakia mbele ya kijiwe cha mtu. Natoka wapi? Natoka Kiziwiani. Sasa kwa nini usingepakilia Kiziwiani unakuja kupakilia huko rangi tatu kule, abiria wanakuwa mtiani katika kupatikana? Nikasema sawa basi, haina shida, ngoja nimwambie aliyekushika ambaye ni kiongozi wangu mimi, umeona bwana. Nikaenda nikaongea nao, wakasema wao natakiwa tuwapeleke kwa nani, kwa trafiki, kwa sababu wamezoea, haiwezekani kuja kupakia mbele ya kijiwe chetu, umeona bwana. Nikamwambia brother, samehe kwa sababu nini? Hii e, ni asubuhi, na hujui mtu kwamba huko amkaje mpaka saizi anaendelea kulialia e bana. Basi kama vipi, atoe shilingi 1500. Mimi nikawafikishia taarifa jamaa, kama amepakia ameondoka. Umeona, nikawaelekeza, lakini sasa jamaa kaendelea kunani, kwamba mimi nakwambia sasa brother, sija kushika mimi na istoshe, yule pale mimi ni kiongozi wangu. Na kitu cha pili, brother, baada ya hayo mimi hapa naondoka, kwa sababu ni mtu wa kukesha usiku. Sijamjaribu na kisu Anacho. Ni nacho, lakini sijawahi kumjeruhi na kisu. Kula miwa. Umeona bwana, matunda hivyo yani, na ndio ambayo natembea nacho kwa sababu ya kazi hiyo ni. Niko nacho wakati wote ambayo kinakuwa ni ngumi. Kwa niaba ni ninapokuwa ni kinini nani nanio fungue na basi, umeelewa sasa kiongozi Naam, mtazamaji wa Paza Sauti Media, huu ni ugomvi ambao umezuka maeneo ya Karume, ambapo bodaboda uh, boda boda hawa wanaweza kupambana dhidi ya masuala ya kifedha na masuala ya, ya wapi wanaweza kupaki na hairuhusiwi kwa mtu yoyote kupaki mbele kama sio kijio chako, basi uruhusi kupaki lakini wanavyodai ya kwamba uh, mmojawapo ameweza kutoa kisu na akaweza kumjeruhi mwingine ambaye hakuwa sehemu sahihi ya upakiaji, na hivi unavyoona ni tayari trafiki amekwisha kuja eneo la tukio na ili kuleta usuruhishi, na ili ili kuleta kuleta suluhu ya jambo linaloendelea hapa Karume. Hii ni Paza Sauti Media, endelea kuifuatilia ili tuone suluhisho la jambo hili lipoje. Asante kwa kutazama Paza Sauti Media na hivi ndivyo wanavyoelekea.